Sisi, tunipoke, imani, nena. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano juma la kwanza, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya tatu aya ya kwanza hadi aya ya kumi na aya ya kumi na tisa hadi aya ya ishirini, na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya kwanza aya ya ishirini na tisa hadi aya ya thelathini na tisa. Karibu tusikilize injili. Siku ile Yesu alipotoka katika sinagogi, walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea, pamoja na Yakobo na Yohane. Naye mkewe Simoni mamkwe alikuwa kitandani, hawezi homa. Na mara wakamwambia habari zake. Akamkaribia, akamwinua kwa kumshika mkono. Homa ikamwacha, akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni, na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo, na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni. Akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali, akatoa pepo wengi wala hakuacha pepo kunena kwa sababu walimjua. Hata alfajiri na mapema sana, akaondoka akaondoka kutoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Simoni na wenzie wakamfuata, nao walipomuona, wakamwambia watu wote wanakutafuta. Akawaambia, Twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko habari, katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya, na kutoa pepo. Neno la Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Eh, ndugu mpendwa msikilizaji, katika Injili tuliyosikia, mara baada ya Yesu kutoka sinagogi. Anamponya mama mkwe wake Petro aliyekuwa anaumwa homa na kuponya wagonjwa wengine waliokuwa na mapepo. Uponyaji huu unafafanua nguvu ya Yesu isiyokuwa ya kawaida dhidi ya mapepo na magonjwa ya kimwili. Hayo yote yalidhihirisha kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Haya ni maneno aliyoanza Yesu mwenyewe katika kuhubiri habari njema akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini Injili, rejea Injili ya Marko, sura ya kwanza, aya ya kumi na tano. Miujiza ya uponyaji ilileta mwanga kuwa ufalme wa Mungu umefika kwa njia ya Yesu. Magonjwa na kuchakaa mwili vilikuwa mojawapo ya matokeo ya dhambi Kupitia matukio hayo, Yesu amekuja kutuondolea dhambi na kuharibu kazi za shetani ili atupatanishe tena na Mungu. Yesu kuponya wagonjwa na kuharibu kazi za shetani haikudhihirisha tu mamlaka yake na nguvu zake, bali pia iliwawezesha kuwacha kuangalia hali zao za kimwili, bali kuitikia wito wa Yesu kuhusiana na hali zao za kiroho hivyo kulifungua milango ya kusikiliza habari njema, yaani Injili. Kwa kuwa tungali viumbe wa kimwili tunayoishi katika dunia ya kimwili, mambo ya kimwili yanaweza kuzidi ya, ya kiroho. Mwitikio wa mama mkwe wa Petro kwa uponyaji wake, ukirejea aya ya thelathini na moja inayosema akamkaribia, akamwinua kwa kumshika mkono, homa ikamwacha akawatumikia unadhihirisha mwitikio wa wanafunzi wote wa kweli. Pale Yesu anapogusa maisha yetu, tunamtumikia kwa kumrudishia Mungu sifa na utukufu, na tunafanya hivyo kwa kuwatumikia wengine. Je, Mungu anapogusa maisha yetu tunafanya hivyo? Ipo miujiza mingi sana ambayo Mungu anatutendea kila itwapo leo. Miongoni mwa miujiza hiyo ni pamoja na tunapolala na kuamka. Je, ni wangapi waliolala na hawakuamka? Ila mimi na wewe tumeamka. Tunapaswa kumshukuru na kumrudishia Mungu sifa na utukufu na kuwatumikia wengine kwa kuwasaidia wahitaji kwani kila kitu kimo mikononi mwa Mungu. Tusijisifie wala kuwadharau wengine. Mwisho, Yesu baada ya kuponya wagonjwa na kutoa pepo akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu akaomba huko, ukirejea aya ya 35. Yesu pia baada ya kulisha watu zaidi ya elfu tano jangwani, alienda mahali pasipokuwa na watu alisali. Ukirejea Injili ya Marko sura ya sita aya ya arobaini na sita. Ndugu mpenzi msikilizaji Yesu anatufundisha baada ya shughuli zote yaani kuanzia asubuhi mpaka jioni tutenge muda na kutafuta mahali pa faragha yaani sehemu tulivu pasipokuwa na makelele kwa ajili ya kuinua mioyo yetu kwa Mungu na kuongea naye kwa njia ya neno lake, ibada mbalimbali mbali, kama kusali rosari takatifu na hata ikiwezekana kutafuta muda wa kuhudhuria sadaka ya adhimisho la misa takatifu kwa kumshukuru Mungu na kumrudishia Mungu sifa na utukufu ili Mungu atukuzwe kupitia wengine pia, na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. niliyekuletea tafakari hii. Ni mimi Frateri Moses Faustin Mitanda wa Shirika la Wamisionari wa Damu Mtakatifu ya Yesu, kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, yeah.